Vipi, unajua nini kuhusu tarehe 26 mwezi wa 12? Na kwako unaita vipi? Kwa sisi tuliokulia maisha ya kijijini huwa ni siku ya ya kumalizia kiporo ambayo tulikula uh, tulikula siku ya Krismasi ambayo ni tarehe 25. Nimekuwa nikiisikia inaitwa Boxing Day ambao wanasema yale mazagazaga maboxi ambayo umepokea, uh, Christmas Day ndio unakuwa unayafungua hiyo siku sawa. Na hivi ndivyo inavyoandikwa mpaka kwenye kalenda zetu, sivyo? Lakini je, hii ni boxing au unboxing? Kila Christmas tunapewa zawadi kwenye boxi au maboxi. Halafu tarehe 26 tunazifungua. Lakini tulifikaje hapa kwenye kuita siku hii boxing badala ya Unboxing Day? Kwa mujibu wa Wikipedia, zamani kabisa hasa huko nchini Uingereza, matajiri walikuwa na maboxi maalumu ya zawadi na misaada kwa watu wasiojiweza. Ndani yake waliweka chakula, pesa, nguo na vitu mbalimbali. Mbali. Kisha tarehe 26 Disemba maboksi hayo yalikuwa yanatolewa kwa wafanyakazi wao masikini na wahitaji. Na hiyo ndio sababu ya siku hii kuitwa Boxing Day. Boxing Day haimaanishi kupigana ndondi wala kupungua hizo zawadi unazozifungua leo, bali ilitokana na sanduku la msaada. Sasa, unachokifanya leo kinaendana na historia ya Boxing Day? Kama sivyo, unadhani kuna haja ya kubadili jina kutoka boxing mpaka Unboxing Day? Tuambie kwenye comments.